Ujambo mpenzi mtazamaji wa Kivu Live TV. Leo tarehe ishirini na sita mwezi wa tatu mwaka 2025 tunaendelekea Burundi, kwa maneno ya Mheshimiwa Ndahishimiye Evariste alitoa, alitoa onyo vile vile na pongezi kwa wazalendo kwa kazi ambao wanaifanya na kutoa onyo kwa jeshi la taifa ambao wanakimbia waasi wa, wa M23 amesema kuwa wakongomani waendelee kupembania nchi yao. Vilevile, wakongomani waendelee kumsapoti rais Felix Tshisekedi Chilombo, kwa sababu huyo ni kama nguzo, ni kama mwamba ambaye aliyebakia kutoka kwa Laurent Desire, vilevile kutoka kwa kiongozi Emery Mumba Patrice. Amesema kuwa yeye pia anasapoti Kongo na anasapoti majeshi wa wazalendo kwa kuendelea kupambana. Na ameongeza na kusema kuwa jeshi wa FARDC akiona anashindwa na vita, ni heri anachukua bunduki lake na kumpelekea mzalendo, ili mzalendo aendelee kupambania nchi yake. Amesema aone mafaa yoyote ya Muhutu kukimbia Mtusi, na sio tu Mtusi anakimbilia kuchukua Kongo, bali Mtusi anapenda achukue sehemu yoyote kunapo Muhutu kama vile vile Burundi. Tegemezi yake anasema wazalendo waendelee kupambania Kongo, maana kama watashindwa kupambania Kongo, maana yake hivyo hivyo na Burundi. Watakaa chini, wanaendelea kusapoti wazalendo ji chini, ili waendelee kupata nafasi zozote zile ambapo Mtusi amechukua kama vile waasi wa rebelio wanaoitwa 23 waasi wa rebelio ambao wanaitwa VM 2 naomba upate kumsikiliza mpaka neno lake la mwisho ili upate kujua mengi Asante. message kwa Kongole. Hii ni message kwa Kongole. Kongole. Eh, Kongolese jua hili Hakuna kitu cha thamani chini ya jua kama nchi peyi, urongo jamani, nchi la patri ni zahabu, ni diama ambayo ukiipoteza ni vibaya sana mno, kuliko kufa. Maana yake ni kufa mara elfu. Roho za watate, roho za mababu yako, yote unaziferezesha, na ni ingratitude ya mwisho, kutoroka vita, kukimbia na kumwacha adui afanye ya nchi yako anachokitaka, kwani wewe upo hapo kwa sababu kuna leza sentre wengi wamekubali kupigania nchi ili wewe upate nafasi. Maana yake walipigania, walikupigania wewe, ni vizuri na wewe ujipiganie ili watoto wako wapate nafasi. Vita hivi si vita vyenu, mnapigania watoto et les petits enfants Congolais et Congolaises musikubali kuwa watumwa wa watu mwawatu, ambao walikuja kama wakimbizi mukawakabiza kila kitu, wakaishi na leo, musikubali divizio yoyote ya nchi yenu. Hawo watu watawamaliza jamani, povre de Kongolezi. Hangalia wameuwa vijana wengi jana Goma, hangalia jinsi wameuwa wakinamama wazuri wenu, hangalia jinsi wameuwa watoto hapo Ukavu, sasa o Njo FDLR wanasema ya kwamba wamekuja kutafuta FDLR. Sasa au watoto ni FDLR au wa mama ni FDLR? Povre kongolezi, kongolezi kubali kupigana hadi tongi la damu yenu ya mwisho. Mungu amewabariki nchi nzuri yenye utajiri unayotafutwa na dunia nzima. Pigana, pigania utajiri wenu, utajiri huyo uweze kuiinua taifa lenu. Munaweza hata kuiongoza Afrika, munaweza hata kup kupatia misaada hata USA, lakini inawapaswa kupigana inawapaswa kupigana. Kufa sio vibaya, kusaliti nchi na rahia ndiyo kifo mbaya zaidi ya kupoteza mwili. Hakuna anaye penda DRC kama ninyi wengine wote watakuja kuwasaidia wakati wataona na ninyi mko na bidii na wito wa kupigania nchi yenu. Acheni kupora mali ya raia mwenzako. Jua adui yako ni nani, jua nguvu zako ni raia. Pamoja na maraia wote mtashinda vita. M23 itakimbia kama Ronaldo na Kylian Mbappe. Hao watuti ni wadogo sana mno. Hawataweza kutawala wa wahutu millions, wabantus millions katika barara Afrika. Wanajaa na wanaishi kwenye urongo wa dhahabu na fedha tofauti. Musikubali kuwa watumwa wa hao watu, musikubali kupoteza hata santimeta ya teritoare yenu povre congoles. Jeshi lenu ni wazalendo. Pigana wazalendo, ninawapenda sana, pigania nchi yenu hakuna mahali pengine ninyi mtakimbilia, ninyi mtakubaliwa kama mwinchi yenu DRC. Hapo ni hapo hapo, pambana mpaka kiweleweke. Msiogope kufa nao, adui mnapigana nao wana mwili, wanakufa. uwana mpaka damu ya mpaka tonge ya damu ya mwisho paka mwaone wana oka kwenye ulongo wenu. Kufa ni faida, ni faida kubwa. Ukifa ukipigania nchi yako, na hiyo ni zawadi kubwa kuliko zawadi zote ambazo zinakuwaka. Zawadi kali kubwa la thamani ni damu, na hilo ndio utakatifu. Ukipigania watu ma milioni ukipoteza mwili, ukipoteza maisha ni direct mbinguni, kwa sababu unapana sacrifice supreme. Rwanda inataka kupanua nchi ya, yao kwa kuteka nyara no na safu Kivu, panga mipango kabisa, nanyi muikamate Rwanda. Muko, za laia kipangeni, mna nguvu za kutosha, ni ninyi espoir ya generasyo hii. Kwa dakika kidogo, milioni mbili za majeshi ya wazalendo wakiingia Kigali wataikamata mu madakika na uwezo na ni na ninyi espoir ya generation hii kupigana vita za mwisho katika hii area ya region Great Lakes Africa. DRC ni nguvu, ni espoir ya Afrika. Amke, hamko peke yenu, Afrika nzima iko nyuma yenu. Ninyi mnapasa tu kuonesha bibi, msimtegemee mtu mgine, kama ni kutumia kamikaze, jiwe, ngumi, mishari na ma, na, ma, na pamoja na maombi, mtashinda adui. Msikubali utumwa, msikubali kuwa watumwa. Waka inchi kidogo kama hako, musikubali musimkubalie. Nimeona majeshi na polisi wengi wakijisalimisha kwenye mikono ya adui, na wengi wasomi wao walishauriwa kwa risasu na kwa gongo na M23 hiyo M23 taendelea kuchagua na kuua kamoja kamoja mpaka imalize jeshi lote liliyojisalimisha, kwa sababu lengo lao siyo kukamata DRC na kutia presidenti mwingine. Lengo lao ni kugawa mara pili DRC na kutumia utajiri wa DRC, North Kivu na South Kivu kijeshi na kukamata nchi zingine, ili Hima Empire ipate uongozi wa region region nzima. Pauvre Congolais, musapoti president wen, huyo ni mtaalamu kwa diplomasia, ni mtaalamu kwa kupanga vita, weka imani kwake. Huyo ni roho la, la Rorante zile kabila huyo ni roho ya Patrice Lumumba, mizimu yao iko ndani yake. Atainua Kongo, ataimarisha. Msikubali utumwa wao, watu wao ambaye hawataki kuwaona, kuona dada zenu, hawataki kuwaoa dada zenu, hawataki hata ninyi le garson wenu wawaowe na hiyo ni sinye isiyosema uongo, kama hawawataki, hawataki kuwaona pembeni yenu, pembeni yao. Sasa msikubali utumwa, pigana hadi tongi lenu ya damu ya mwisho, ili muweze kufariji mioyo ya waliyouwawa, ya waliyouliwa na M23. Simameni jeshi Wazalendo simameni, ni ninyi spware ya generasio hii. Jeshi ambaye anaogopa avue silaha, aipatie mzalendo. Ni wakati wa wazalendo kuingia kijeshi, sio wakati wa, wa, wa wakuraruswa, sio wakati wao wa na waporaji wa mali za raia gana wazalendo, uhuru wenu uko karibu, nauona, uhuru wenu uko karibu, uhuru wenu unakaribia, ukombozi wenu naona unakaribia, unakuja mpesi, uko karibu na Mungu ipo pamoja nanyi. Pigana naenda kushinda. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Kivu Live, naamini umesikia kila kitu mwanzo mwisho cha Rais Evariste ameongea mwanzo mpaka mwisho, na umepata kumwelewa zaidi, na ningetaka upate kujua nini haswa malengo ya maneno yake. Asante sana na karibu tena kuendelea kufuatilia channel yetu ya Kivu Live.